Naitwa Frank Mosh, nipo idara ya mitambo, chuo cha ufundi Arusha. Eh, siku ya leo tumekuwa katika kipindi pamoja na wanafunzi. Wanafunzi wa leo wameweza kujifunza, wameweza kujifunza eh, foundry And metal forming. Na katika kujifunza huko, basi wameweza kufanya uyeyushaji wa chuma moja kwa moja, hasa ukizingatia chuo cha ufundi Arusha kinazingatia mafunzo kwa vitendo CBT training. Kwa leo wamefanya live foundry, uh, foundry works na imefika mwisho. Na hii inawajengea uwezo na confidence wanafunzi, hata wanapoingia kwenye soko la ajira. Wanapoingia kwenye soko la ajira, kuna vitu vingi wanakuwa hawapati kwenye masomo yao hasa wanaposoma kwenye vyuo vingine, lakini wanapokuja chuo cha ufundi Arusha wanapata kile kilicho bora, kwa maana ya wanafanya live practical training hapa. Wanaweza kuyausha aluminium. Aluminium ni sawa, inayuka katika joto dogo, na ndio inafanya, inatufanya tuweze kuwafundisha, na inatumia muda mfupi na kutoa end product, na yenyewe kabisa aluminium kama aluminium. Tunaposema end product, hizi machine pulleys Machine pulleys, machine bushes zote zinafanyika kwa kupitia aluminium. So anaweza kujifunza mwanafunzi kufanya live casting na pia akaweza kwenda kufanya machining, kwa hiyo machine parts zinapatikana pia kutoka kwenye foundry section. Na katika soko la ajira, kiukweli kumekuwa na wanafunzi wengi ama wahitimu wengi ambao wanafundishwa juujuu hapa Arusha Technical College wanafundishwa vitu live kabisa, ambavyo ni lazima mwanafunzi afanye ili aweze, tuangalie performance yake, na performance yake ndio itatuguide kumpa kiwango cha ufaulu ambao ameweza kuufikia. Asanteni sana, karibu sana idara ya mitambo, chuo cha fundi Arusha. Naitwa Raymond Halens Mwasakala, ni mwanafunzi wa NTA level 5 Mechanical na tupo katika idara ya mekaniko ya. Kwa siku ya leo tulikuwa na mwendelezo wa kipindi ambacho kwa semesta hii tuligaidi kwamba tusome forging and metal forming, na forging tushafanya, lakini kwa siku ya leo tulikuwa tunafanya ishu ya foundry, ambayo kwa siku ya leo tulikuwa tunafanya ishu ya spruring. Kwa maana kwamba tulikuwa tunamimina ile molten metal ya cast, I mean casting baada ya kufanya molding katika kipindi kilichopita. Kwa siku ya leo tulikuwa tunafanya spruing, kwa maana hiyo tulikuwa tunamimina ile molten metal katika flask zetu ili tupate ile end product ambayo tulikuwa tumeitengeneza tangu kipindi kilichopita. workshop yetu hapa tulikuwa tunaishwa foundry, ambayo tumejifunza namna ya kuyeyusha chuma na namna ambavyo chuma kinayeyushwa na na kwenye furnace, ambapo hicho chuma kinapendwa kinapopatiwa kuyayushiwa A, kwenye furnace hapo kuna imetengenezwa namna ya kwamba chombo ambacho kinayeyusha hiyo molten ina, kinayeyusha hiyo aluminium ni hiyo furnace ambayo imetengenezwa kiasi cha kwamba ina uwezo wa kuyeyusha chuma. Lakini chuma hicho kinayeyushwa kwa temperature kubwa kulingana na melting point yake. Ile crucible pot inatakiwa ihodi kile kitu mpaka ifike stage zile materials zime zimelainika kuwa kama mold, kama uji kabisa. Sa, baada ya kuyeyusha tunachofanya tunafanya spruring, kwa maana kama tunamwaga tunafanya pouring. Na hiyo pouring tunaifanya kwenye zile flask zetu sasa ambazo tumezitengeneza katika kipindi kilichopita, na kwenye flask mule kwa kuna tayari kuna ile pattern ya end product ambayo tunaitaka itokee, okay. So baada ya kufanya spruring ama kumwaga ile molten katika flask zetu tunapata ile end shape ambayo tulikuwa tumeitengeneza katika kipindi kilichopita. Tunapata final product kulingana ama kwa mwonekano the same kama end product ama pattern ambayo tulikuwa tumeitumia before katika kipindi kilichopita kwenye ile flask ambayo siku yaleo ndio tulikuwa tunafanya. Leo tulikuwa na kipindi ambacho ni kipindi ni mwendelezo wa vipindi vilivyopita vya moduli yetu ya foundry and metal forming. Tulianza na forging, tukafuata na kipindi cha foundry ambayo ilihusisha sand casting molding na sprueing. Leo tulikuwa na session ya sprueing ambayo tumeona faults mbalimbali zilizotokana na shrinkage uh, faults kama shrinkage allowance ambazo zilitokana na intact ya risering system ambapo hiyo shrinkage allowance inatoa inato, inato, In, inatokea ambapo ukifanya spri ya hicho chuma chako ambacho kimeyuka inafanya zile vile hiyo meyuko ya chuma kutoka nje ya nani hii kwa form shape inayotakiwa kuformiwa ndani ya lile nani flask.